Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu, Bwana wetu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inshallah tutaendelea madarasa haya ya sera ya, sera, ya sera, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tumefika katika kuzungumzia vita vya Badri nil kubra ja, vita vikubwa vya Badri yani Badri ambayo ni kubwa na, <clears throat> na tuliashiria kuwa kuna baadhi ya ghazawati bazo <coughs> walitoka bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sahaba zake ikaitwa Badrini al-Ula. Naam, sasa hii Badrini al-Kubra ndo wengi wanavyojua kama mashuhuri wasema vita vita vya Badri, vita vya Badri Badri ndo hivi. Na uh, sababu yake wanazoona tarehe watuambia wa sababu ya vita hivi ni kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alayhi wa alihi wasallam alisikia kuhusu ile msafara wa Makureshi na imetangulia katika madarasa yaliyopita kuwa kuna msafara wa eh, Makureishi. Abu Sufiani alikuwa alikuwa akenda Sham. Kina yani, Waislamu wakaenda wakataka kuupata ule msafara ulipokuwa sasa wakati sasa, sabuna, mtubi, wa kwenda sasa bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam ameutegea sasa msafara unafanya nini unarudi. Tamam na Abu sufian eh, bin Harb yeye ndo alikuwa Yani, kiongozi wa msafara ule sasa. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wa akawazungumzisha wale waislamu akazungumza nao, wakakubaliana waende wakautukua ule msafara ha? Taban hapa tujue jambo, labda tuliweke wazi ni kuwa waislamu walikuwa wamedhulumiwa walipotoka kule Makka walipofanya hijra eh, mali zao zilitukuliwa, vitu vyao vilitukuliwa. Sasa kwenda kushika msafara kama huu au misafara kama hii kama ilivyotangulia, ilikuwa wanataka kuchukua nini? Haki yao, wanataka kuchukua mali yao, ambao wale Makureshi ya ama makafiri walikuwa wamefanya nini? Mushirikina walikuwa wamewafaya, wamewachukua naam. Wengine sasa katika eh, wale Waislamu waliposikia hili ah, jambo la usiana na kwenda kuchukua E, mali kwenda kuchukua yani, msafara ama kushuka msafara wengine basi waka, wakafanya tasahul hawakutoka na bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, hawa wengine ambao, kuna wengine wakalichukua amri yani kwa uzito wakatoka. Kwa hiyo hawa ambao hawakutoka haikuwa ma, maana kuwa walio walikataa vita ama labda ni wanafiki ama, ama. la, la, la. Bali ni kuwa wao waliona ah, jambo hili ni jambo dogo yeye bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam watatoka wenyewe. Wale makuresha walikuwa takriban 30 au 40, watakwenda watashika msafara watarudi, ilikuwa hawajafikiria kuwa kutakuwa na nini na vita. Basi katika wale walotoka katika Uislamu takriban 313 na katika riwaya 314, na kwa hivyo walitoka kidogo, hawakutoka watu wengi. Na huku eh, eh, Abu Sufyani aliposikia habari hini, hususan wakati wa kwenda manake, wakati wa kwenda kama tulivyosema, alipita akawahepa wale Waislamu, Waislamu hawakumpata na msafara wake. Basi wakati kurudi yeye mwenyewe Abu Sufyan akawa yuajua hapa hao Waislamu itakuwa wafanya nini? Waningoja. Eh? <coughs> Na akapata habari kuwa Waislamu watoka kwenda kufanya nini? Kuchukua ule msafara. Basi yule Abu Sufyan akamtuma mmoja katika wale e, wenzake katika msafara kaitwa Dhamdam bin Amr al-Ghifari. Akamwambia, nenda Makka eh? na uwaeleze kuwa bwana msafara wao utafanya nini? Utachukuliwa tena e, eh? nenda yani, uwaeleze kwa <coughs> ukubwa sana yani mpaka watu wa maka watoke waje wafanya nini wa waulinde waukinge nini e, msafara wao maanake kila mtu wa maka alikuwa ana, ana kitu aitwaje ana kitu amechangia katika msafara ule wa kibiashara basi uondoka makenda akifika pale na wao walikuwa na ada ukitaka yani, kuonyesha ukubwa wa eh, eh, habari fulani ukubwa wa jambo eh, wa, waenda huku umekata kata zile nguo eh, ama umemtinda yule mnyama wako jambo kabla. Sasa alipoingia pale Maka huyo Dhomdham akakata kata nguo zake kipiga mayowe nini, watu wote wa Maka wakija wakisikia habari ile, basi wakaogopa, wakakasirika hao, wakajipanga kufanya nini kutoka, wakajipanga haraka haraka, basi watu karibu wote wakatoka, isipokuwa baadhi ya makabila miongoni mwao ni Banu Banu Hashim hawakutoka, lakini eh, aitwaje Abu Jahal akarudi akaenda akawatoa kinguvu nguvu akawalazimisha wakatoka, mustakrihina wakatoka na wao. Walikuwa maskini hawataka kufanya nini, kutoka. Maana yake tabaan, wao wakitoka kwenda kumpiga vita Mtume na wao ni Banu Hashim, ndio kabila lake. Bado bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa Makka, wao walikuwa wakimlinda wakimkinga. Je, sasa wao ni watatoka vipi? Lakini eh Abu Jahal akawashinda nguvu kwa maneno, na wale makureshi wengine wakawatoa kinguvu kilazima. Naam na huu eh, huu muda huu ama ule ile time Uh, ya vita hivi vita vyenyewe vilitokea mwaka wa pili wa hijra, kama tulivyoeleza, na ilikuwa katika mwezi wa Ramadhani takriban siku ya kumi na saba ndio ilikuwa vita, wakieleza vita vya Badri na matukio na umuhimu na mambo kama hayo. Naam. Bas wakatoka huku e, e, Makureshi na kule Waislamu wametoka kwenda kupata nini? Kwenda kupata msafara. Wakifika wa, ile sehemu ambayo sasa Waislamu wafanya nini? Wametegea ule msafara. Ule msafara pia ukawaponyoka. Eh, Abu Sufiani akapanga panga, akapanga panga, akatumia hila, akapitia njia za nyuma, akafanya nini? Akahepa. Bas hakupatikana. Msafara ukafanya nini? Ukapita salama salmini. Ulipopita ule msafara basi, Abu Sufiani huku akafanyaje? Akapiga akati akapiga akawatumia habari Makureshi, akawambia bwana e, msafara umepita salama salimini, basi nyinyi hamuna haja ya kufanya nini? Hamuna haja ya kutoka, rudini zenu, eh, rudini zenu. Lakini aitwaje Abu Jahali aliposikia habari hiyo akasema, la, hakuna kurudi bwana, hakuna kurudi hata kama msafara umefanya nini, umetoka salama salimini. Lazima tufike sehemu fulani eh, Tunye, tulewe tusikize aitwaje eh, rina waimbaji wale wanawake waahubillah eh, tuwasikize, tufurahike, tupumbaike eh. Na lao Waislamu watakuja, tutawapiga vita, lazima tuaonyeshe. Lazima tuwaonyeshe kuwa sisi eh, mambo yetu au mali yetu hatukuliwi, kwa hiyo lazima. Ndio ikawa bahati yao mbaya, yani wapeleka kwenye kifo chao <clears throat> Wakatoka huku Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikawa sasa ana eh, uh, jambo kidogo yani, ikhtiyari mbili imma afuate ule msafara eh, ajaribu kuukimbiza eh, ambapo ingekuwa ngumu wangu wao wale washawatangulia washakwenda kwa njia nyingine, ingekuwa ngumu; au angoje wapambane na nani? Makureshi, wapambane vita sasa na nani? Na Makureshi. Ikawa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anafanya ushauri, akawa wale, yuambia wale maswahaba ashiru alayya ya gamba. Yani, hebu nipeni ni ishara yani istishara eh, kufanya ushauri, tushaurianeni, hebu nishaurini, mwasemaje enyi Waislamu eh. Akasimama Saidina eh, Abubakar akazungumza, akazungumza, akazungumza, akazungumza. Bwana Mtume akafurahi, kaketi, akanena maneno mazuri, akaketi. Akasimama Saidna Omar. Saidna Omar akazungumza, akazungumza, akazungumza, akaketi. Bwana Mtume akafurahi na maneno yake pia, yani, uh, ushauri mzuri kuwa haya sisi tuko tayari kwenda kivita, ikiwa wewe Bwana Mtume wataka twende kivita. Naam. Haya, akasimama Miqdadi. Miqdadi pia ni katika Muhajirina. Akasimama Miqdadi. Aliposimama akasema: Ya Rasulullah, eh, imdhi lima amaraka Allah fanahnu ma'ak. Eh, wewe ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, eh <coughs> nenda kwa lile ambalo amatembea kwa lile ambalo Mwenyezi Mungu amekufanya nini, amekuamrisha. Sisi tuko na wewe, yoyote wewe utakayemsalimisha sisi tutampa amani, yoyote ambayo wewe utamwaminisha sisi tutampa amani, yoyote ambayo utampiga vita sisi pia tutafanya nini, tutampiga vita. Bwana Mtume akafurahi sana sana sana sana sana, lakini bado akasema: ashiru alayya. He, hebu nipeni ushauri, mwasemaje jamani he, Bas eh, moja katika wale eh, eh, eh, Ansari aka akajua hapo hapo, yani akadiriki, akafahamu hapo hapo, Saad bin Muadh hapo hapo akadiriki, akamwambia ya Rasulullah eh, ka'annaka turiduna ya Rasulullah, yani e eh, Mtume, kama ambaye wewe watukusudia sisi, watutaka sisi manswari, manake hawa waliosimama wote ni muhajirina. Amesimama Saidina Abubakar, akasimama Saidina Umar, akasimama Miqdadi eh, Saidina Miqdadi radiyallahu anhum ajma'in. Sasa huyu Saadi akamwambia ya Rasulullah, kama ambaye wewe watukusudia sisi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema ajal, ndio. Na kwa sababu gani bwana mtume kusudia hawa kwa sababu katika ule mkataba eh, wa Aqaba tuliozungumzia tuliotaja, wakati wa kuweka mkataba makubaliano yale ya Aqaba eh, beia ile walisema nini? Ni kuwa wale maanswari watamnusuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wapi? Madina lao bwana mtume eh, atakuja kupigwa vita pale Madina, basi maansara watafanya nini? Watamnusuru. Kwa hivyo ile ahdi ama ile makubaliano yalikuwa ni lao vita vitakuwa wapi? Vitakuwa Madina. Sasa hapo ndio ikawa mushkili. Sasa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama ambaye yuwajulisha sasa, hapa tumetoka Madina, je, bado mtaninusuru? Manake asli ya makubaliano ni ikiwa vita viko wapi? Viko Madina peke yake. Basi akasimama Saad akasema, lagad amanna bika wa saddaqnak Ewe bwana, ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi bwana, tumekuamini na tumekusadikisha. Wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa alhaq, na tumeshuhudia kuwa lileo lilokuja nalo ndilo la haki. Wa a'tainaka afwan wa a'tainaka ala dhalika uhudana wa mawathi wa mawathigana ala sam'i wa ta'a, na sisi tukakupa ahdi tukakupa eh, mithaqi eh, tukakuahidi ewe eh, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sam'i wa ta'a, tuahidi kuwa tutakusikiza utakachotuambia na tutakutii utakacho tufanyaje utakacho tu uh, amrisha uh, uh, naam famdi lima aradta fa nahnu ma'ak. Asema basi wewe nenda kwa lolote unalotaka, sisi tuko na wewe ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angalia imani hiyo, angalia imani. Asema fa walladhi ba'athaka bilhaqi, basi aapa, asema na hapa kwa yule ambaye amekutumiliza kwa haki lau istaradhta bina hadha lbahr eh, fakhudhtahu la khudhnahu ma'ak, asema lau wewe utatuambia tuingie tutembee kwenye hii bahari eh, tutembee kwenye bahari tuingie na wewe tupite nyuma yako, basi na wewe ukaingia, basi sisi tutaingia chini yako, tutazama ndani ya hii bahari, twende nyuma yako Huyu uh, ndo sahaba aitwaje? Uh, Saad bin Muadh. Haya maneno yakamfurahisha sana sana sana sana bwana mtume sallallahu sallallahu alaihi alaihi wa wa alihi alihi wasallam wasallam, mpaka bwana mtume wa wa akajibu sasa, akamwambia siru fa inna sasa, akamwambia siru wa abshiru fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatain imma al'iru imma an-nafir. Asema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, twendeni sasa sasa sasa, tembeni sasa twende, wa abshiru, na tukueni bishara kwa hakika Mwenyezi Mungu ameniahidi mimi moja ya mapote mawili ima atanipa ule msafara, ama utanipa nini eh, vita, yani atanishindisha vita dhidi ya hawa wasokuwa waislamu eh, wallahi la ka'anni al'an eh, andhuru ila masari'il qawm, asema wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu kama ambaye sasa mimi naona ile sehemu ambayo hawa watafanya nini, watakufa. Yani hapa atakufa fulani, hapa atakufa fulani, hapa atakufa fulani eh. Mpaka katika masahaba waliokuwa walioku wakieleza wasema, Bwana Mtume alituainishia, alituambia hapa atakufa fulani, hapa atakufa fulani, hapa atakufa fulani, hapa atakufa fulani eh. Na ile siku ya vita, baada ya vita, tukaja tukaona haikutofautia haikutofautiana hata shibri moja. Yaani, ile sema Bwana Mtume aliosema hapa fulani atakufa, basi yule mtu alikufa pale pale, haikutofautika hakusongea hata kidogo. subhana alkhali, katika miujiza ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na inshallah uh, tutaendelea na hivi vita vya Badri mpaka hapa sasa. Tumejua kuwa wameamua watakwenda vitani na waumini wale mia tatu na kumi na tatu wamefanya nini? Wamemwamini Bwana Mtume na wameenda naye. Naam, tutakuja kuzungumzia inshaallah, yatakayotokea ya baada ya hapa ya yanayohusiana na vita vya Badri katika madarasa yanayokuja. wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.